Makueni nayo, idara ya vyuo vya kiufundi imeanza juhudi za kuhamasisha vijana wanaotunza mazingira katika kaunti ya Kwale kujiunga na vyuo hivyo na kufanya kozi za ubaharia na za uchumi wa baharini. Akizungumza katika zoezi la kuzoa taka baharini, mwalimu mkuu wa chuo cha kiufundi cha Msambweni Maria Kimonye amesema kukumbatia taaluma hizo kutapiga jeki juhudi za kukabili mabadiliko ya tabia nchi kupitia ujuzi utakaopitishwa kwa wanafunzi.

kwa ajili ya mwananchi na pia kwa ajili ya kisasi kijao. Msambweni TVC pia tuko na various courses ambayo tuna offer, including courses in the blue economy which are geared at uh, maximizing income from uh, the marine life whereas at the same time tunahifadhi the marine life na kuensure kwamba we have a healthy and clean ecosystem na wakati hao samaki hawawezi wakasurvive, unakuta kulingana na the economy kupata hao samaki inakuwa vigumu sana. So si kama wanafunzi wa MTVC leo, tumejitolea kuja kusafisha bahari ili samaki wapate the fresh air. Nayo kampuni ya Jom Kenya imezindua rasmi simu mpya